Asante kwa majina, ninaitwa Lydia Mgimwa, ni meneja wa miradi katika shirika la C -Sense. C -Sense ni shirika ambalo sio la kiserikali, lilianza mwaka elfu mbili na moja na lilisajiliwa rasmi mwaka elfu mbili na tano kama taasisi lisajiliwa kufanya kazi za utunzaji wa rasilimali za bahari katika upande wa Tanzania bara lakini mara kwa mara kwa kushirikiana na mashirika mengine yaliyoko kwa upande wa Zanzibar, a, pia huwa tunafanya kazi kwa upande wa Zanzibar. Kazi yetu kubwa kama shirika, jina la shirika lilivyo linahusiana na utunzaji wa rasilimali za bahari, na kazi yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni ile ya utunzaji wa kasa ambao ulianzia katika kituo kisiwa cha Mafia mwaka elfu mbili na moja na ndio ikaletelezea hilo jina Seasons. Tumekuwepo kwenye hili tukio leo, tumeona wale watoto wa kasa walivyoachiwa, hawakwenda msituni, lakini wote waliongoza baharini. Kwa hiyo wale wameumbwa kwa asili kwamba akizaliwa ana anahisi bahari iko upande gani, kwa hiyo anaelekea bahari iliko, ndio asili ya neno Sea Sense. Uh, huu mradi wa kutunza kasa ni mojawapo ya miradi ambayo shirika linatekeleza. Iko miradi mingine ambayo haihusiani na utunzaji wa kasa lakini huu wa kutunza kasa ulianza baada ya kuwa uh, hivi hi, viumbe hi vya kasa vilikuwa vinakumbwa na, na, na changamoto nyingi sana, na bahati mbaya hakukuwa na mpango kamili wa kusimamia na kutetea kuhakikisha kwamba ustawi wa kasa unakuwa huko vizuri kwa hiyo kazi ilianza kufanya kisiwani Mafia kwa sababu kasa walikuwa wanapata changamoto. Na changamoto kubwa sana ya kasa ni kushambuliwa na binadamu, sio hata na wanyama wa porini. Binadamu wanamvua kasa, wanamla kama nyama, lakini pia yale mayai yake yanaliwa, na kasi ya kula ilikuwa ni kubwa mno. Ukitembea pwani utaona mabaki ya kasa waliochinjwa, sio waliokufa kifo cha asili ila waliochinjwa na nyama yake kuliwa. Kwa maana hiyo, sisi ilianza mkakati wa kuangalia namna gani tunaweza tukafanya na ikaanzisha programu ambayo baadaye tuliona, kwa sababu uangalizi unahitajika masaa yote na ulaji wa kasa uh, sio hauliwi hadharani, unaliwa kwa siri. Kwa hiyo tukaona sisi kama wafanyakazi hatutaweza wenyewe isipokuwa tuwashirikishe wanajamii.